Kwa akiuza sana laki mbili, na laki mbili na laki mbili ya thelathini na hapo ya na chesa. Kwa nini? Unajua hauwezi ukapokea kitu ambacho macho huna ndani. Kwa ukiona unauza milioni tano, kujua moyoni mwako moyoni mwako wa roho una milioni tano. Yaani hii ni fumbo kwako, na kuku, ukiona unauza shilingi laki mbili mwilimu wako kiwango ulicho nacho cha upako wa laki mbili. Ndio maana hata sadaka yako utowake zaidi ya huko ama kukubiri. Na haiwezekani eti eti kwa sababu leo umetoa elfu kumi sadaka ya kawaida ukatoa kesho tena wewe wiki. Hapana. Alafu nasema Yesa malika kafra mba. Kumbuka, ndio unabomoa msingi wa zamani, alafu unajenga msingi nini? Ukishajenga msingi lazima unyanyue nini? Nyumba. Ina maana lile jengo nalonyanya pale, upaue, alafu uanze kuingia. Ina maana unaweza mpaka ubomoe ule msingi, ni muda. Unaweza ukabadilisha mifumo yako, matokeo ukaja kuona baada ya miezi sita ama miezi saba, hawataelewa mpaka kesho kutwa. Tatizo lako nataka ukifanya leo uone kesho.